Kwa ni vizuri ukawa aware kwenye mambo kama haya kwamba kwa kwa nilipokelewa nikipokea treni ya kwanza lazima ingie kwenye ua kwanza, inayokuja ya pili kama ni prosi au permissive au kuna wateki, ile ya pili kufika itaingia kwenye main line sawa. So, tuko wote kwenye working ya hizi, kuna authority to proceed mbalimbali. Treni ya kwanza inapewa na pili napewa mingine, ambiwa, tuna nini, ameongea anaongea mwenyekiti hapo. Wakati mwingine mtu anaambiwa anda kitu fulani, tunaamini akili yako imeiva sasa, kwamba sasa swali liko hili, hebu chakata mambo hapo tuone utaanda kije. Treni ya kwanza itatembea na authority ipi in case ya, ya kwa misi kuhusu authority to proceed ATP. Yeah, yeah. Ya kwanza inapewa nini na ya pili nini? Okay, tuwasikie wataalamu, si ndio? Hapo na maoni huko. Tuwasikie wataalamu. Nani tayari kuongea kichoto? Go right. Ah, karibu. Hapo mtu wa kwanza atapewa token na mtu wa pili atapewa paper line clear pamoja na muda. Kwa sababu kwamba ile token

wa kwanza atapewa kwenye ishi ya tokeni. Wa kwanza atapewa oni moda na, na tokei ndeni. Wa pili atapewa oni moda na PMC. Wa kwanza atapewa oni moda na toke ni, kwa sababu ni pamisi. So yule jio a hilo kwamba hatakiwe kusimama, yaani hatakiwe kusimama kwa sababu tayari kuna kuna treni ambayo inamfata nyuma, na yule wa pili ambaye anafata ina inamwambia kwamba ana proceed lakini mbele kuna treni nyingine imeshamtangulia. Yes. Habari, wanafunzi wanafunzi wenzangu jamani, na sisi huku ni wanafunzi, ni kwa sababu tumepewa nafasi ya kuja kuchangia maswala kama haya, lakini na sisi ni wanafunzi Tupo nanyi madarasani kila siku. Kimsingi kwenye permissive line clear, kwenye permissive working of train. Tunapotoa train ya kwanza kwenye mfumo wa token system, tunampa token. Driver wa kwanza anaondoka. Kumbuka tumeshajadili mambo ya zile parity za train. Yule wa pili anapewa warning order pamoja na permissive ticket. Unanielewa vizuri? Kuna kitu kinaitwa permissive ticket. Ile permissive ticket inakuwa ina endorsed data, mpaka treni ambayo unaifuata utaijaza pale, na ikitoka muda gani utaijaza pale. Sisi tumeelewana mpaka hapo? Hello, hello, umeelewana bado? Tusikize mwenyekiti anataka kuweka vizuri hapo. Karibu. Okay, okay kamenaambia permissive. <laughs> Hii mifumo miwili ya token system na paper line clear. Kwa mifumo hii miwili, wakati treni zinafuatana sawa, kama unatumia token system, mfumo ya token pale kwako, treni ya kwanza kuondoka unaipa Uh, permissive line clear ticket, permissive line clear ticket. Train ya kwanza kuondoka, kwa unaipa na warning order kwamba unafuatwa na traini fulani, sawa. Ile train ya pili kuondoka utaipa tokeni. Sasa ndiyo ukifunga mlango wa ile section, sawa eh? Kwa kwamba yule wa pili ndomaajoea section yote, kwamba hakula kifika ndio wanafungua sehemu ambayo wanaingiza kule, ndio wanafunga tayari. Hiyo njia inakuwa clear, tuko wote. Anapewa token na warning order. Yule wa kwanza anaambiwa kwa warning order kwamba unafuatwa na treni fulani, wa pili anaambiwa unafuata, you are following a train na baadhi hii hii in permissive working hence proceed cautiously, sawa. Lakini mfumo wa paper line clear line clear treni ya kwanza pia unaipa permissive line clear ticket kama kwenye toke sisi na woli moja, alafu treni ya pili inayofuata unaita un, unaipa paper line clear kwa treni ile ii, sawa, ndio unaipa hiyo na woli kwamba unafuata treni kuna fulani pamoja zinakwenda. Rada labda atasoni za wakuu ziko tatu, ya kwanza utaipa permissive, aa right, ticket na one order, na ya pili permissive, eneke, ticket na one order, ya tatu token token na one order tukote na pia kwenye mtumwa wakua kwenye pepa iko hivyo, unaipa kwanza permissive tiketi, ya pili ya tatu na portion hii na one order